nusu jini nusu binadamu ndo anaweza kumwona huyo binadamu aliyovaa pete hii na kupotea. Sawa mjomba, ila kwa watu wa kawaida hawawezi kumwona hivyo. Nakukabidhi uilinde vizuri, asiichukue mtu yoyote. Mikononi mwangu sasa basi. Kwa sababu wewe mikono yako ni midogo kuvaa mkononi hii pete, itabidi uifunge kamba Uivae shingoni. Popote ulipo, pete iko wapi? Shingoni. Unanielewa? Ndio mjomba. Basi nadhani hapo utazingatia maagizo niliyokupa yote.

Swala la so, kubeti nisha kwambia swala so, kubeti mimi na kubeti vitu tofauti. Mimi vitu, niambie niende kwenye madugu, ni gonge gonge pale mabonanza. Na beti hata sijui nakula lini, ni rafiki yangu. Kwa sababu umeliwa tunapasali. Eti anasaliti. Siku zote analiwaga, hata ine ya tabiti, hata seme yote anapoenda kubeti analiwa. Mchina anamtafuna abeti kwenye magemu ndio hivyo. Wewe kipala na akili zako. Ndio maana nasema siku zote, yani wewe unashirikiana na huyo. Huyo nywele chache, unajua ukiwa una nywele chache, uwe, kyo, una nywele chache na akili zangu zinapungua jinsi umri unavyozidi kwenda. Huyo umri umeenda, unaacha kuwaza mambo ya maana, unaanza kubeti. Unakusaidia nini? Si bora hata ukacheze karata. Na pia nikwambia kitu, kila engo ambao anabeti analiwa. Juzi nimeshuhudia mimi mwenyewe kwa mchina elfu kumi na tano namtoka, alafu nakuja najificha. Eti ya beti, ndugu yangu, vitu vingine achaga tu. Unazuga kwanza, mshani boa tayari hapo. Baba, niende niende zangu hivi kwanza sababu kuna mshikaji mmoja niliona naye jana. Kuna maeneo alinionyesha ya chimba chimba kisima hivi nao wana uhitaji wa maji. Kwa hiyo nataka nikaangalie kama itakuwa fresh basi nitakuja kuwastua. Ehe, pitia na ule kwa ule bi mkubwa ule mwenye miogo tu achukua juzi. Miogo yake nimeielewa kinoma ni kama vipi? Itakuwa unyama zaidi ukija nayo. Basipo ngoja mimi niende wana. Oya, umesikia? Jaribu kuwa makini mwanangu kijini hapa. Usio kapalamia wake za watu, tujaribu kuangalia kile kilichotuleta sawa. So, katika matembezi yako huko, kuwa makini sana, kusimamisha wanawake ovyo ovyo. Bwana mwenyewe sielewi hapa kidogo, naona kama linakoroga. Kwa nataka niingie hapo dukani kidogo hapo nipate hata kajuisi tu kidogo, na hata chapati moja sio mbaya. Naona minyoo kama inacheza cheza tumboni. Oh, niliko zangu hapa nikichoka, ndio zangu chelewi baridi. Basi sasa, Njomba, Eh! Njoni kuagize hapa <tik> mesikia. Mjomba, nataka nikuagize dukani, ukalete fedha dukani. Sawa, ndio mjomba. Shika hii mia tano, ukalete hela dukani, maana hapa ndani tumeishiwa hela za matumizi. Nadhani kawaida yetu naijua. Ndiyo mjomba. Haya, nenda. Mm. Mm. Nimeifanya mimi tena nisifanye shoga yangu, nimeifanya vizuri lakini kilicho nikuta shoga yangu mm, kwanza nipe pole pole mimi <laughs> toka zangu hapa mm. Nimeingia zangu ndani mimi tena nikajiandaa, sio ndio? mambo zangu mm, mimi, mm -hmm. Mimi ndio mimi shoga yangu, nafika kwenye uwanja wa bibi, nimefika salama hika nikaanza, mwenye geta yangu yego yego yego yego, mimi tena ndo najua kuanga shoga wangu si unacheka, so <laughs> kila chokifanya bibi ananiona, kila chofanya bibi ananiona, ia nanini, nikajaribu mm. tena ananiona kama nirudie zangu eh, tu shoga yangu, amekuona, ameniona <laughs> madawe hujapaka vizuri shoga, shoga yangu yeah, mm. nimepaka tena vizuri shoga yangu, na hapo unavyoniona mm. hapa hata nikutana na yule bibi mm. naona aibu <laughs> Mimi naenda namtimbia baadaye, wewe na tena usi, yani tena. Mimi guji la maguji tena, mkuu adi mkuu mwenyewe anajua kama nini guji la maguji. Ha, usiokilawa nini he, mimi baadaye lazima niende. Mm, shoga yangu, nenda kajaribu ama kajaribu, bahati yako itakuwa bahati yako, lakini mimi mm. nimeshindwa, mi nitaenda hata siwazi, shoga yangu mm -hmm. Shoga yangu ikaa nauzulia leo tena mie <laughs> mie ndo mwenye nsiende vipi mm. Mi naenda baadaye Haya bwana, si tupo, tutakutana uko kwenye kikao shogaangu, lakini ukienda pale, nenda kiumakini zaidi shogaangu. Shogaangu nijui mimi, usijifanye gwiji shogo nijui. Au au umenisahau? Menisahau nimekusahau? Kumbe ukaenda pale na ukadunda. Amna siwaze, udugu wangu, mi naenda baadaye. Mi nakuachia wewe, shogaangu, mi nitafanya mi, ndo nishashindwa tena Biskuti ya 200. Okay. Ah, visikutia mia mbili

kwa mapana yake tucheta wale walimwengu iizijatatoa mm. kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu mm. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita, ila binadamu tumegeuza dunia ila kuna hela zingine ziko nje nje. Kitu nilichokutana nacho kinifanya mpaka mpaka kichwa kinavurugika. Kiaje yani? Nilivoenda dukani hapo kwa dogo fulani nimemkuta pale, nimeona pete kavaa shingoni. Baba ile pete ya pesa, ile pete ni ya pesa. Namaanisha ni dhahabu au pete nyingine ndo ya bei juu. Nikwambie kitu kimoja kwanza ile pete ni dhahabu. Hii ni madini yenye thamani. So kwanza ule mng'ao wake ginzi unavyo inavyong'aa hata ukiona wewe mwenyewe lazima utaitamania uione. Ule dogo uliomuona n yani mazingira ya hapo hapo au na u... kwambie kitu kimoja. Yule dogo alikuwa anahudumiwa pale. Na hata kama katoka sasa hivi hajafika mbali. Na tena nikwambia kitu kimoja, dogo mwenyewe nahisi unaweza ukampata. Unakumbuka mara ya kwanza tunaingia kijiji hiki, kuna dogo tulimwomba tulikuta anacheza mpira, tulimwomba atupeleke wanani kwa mwenye kiti, kama unakumbuka? Dogo huyo huyo. Sasa sikia. Usipoteze muda kama hivi, twenzetu, tumtimbie baba. Hayo ndo maneno. Eh? Umefanikiwa kupata hiyo pesa? Umefanikiwa eh? Ndio mjomba. Ziko wapi? Isipokuwa kuna vijana wameniibia pete yangu. Vijana wamekupola pete? <tos> <tos> hai, hai. Naamini Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake tucheta wale walimwengu mm atatoa kwa mafungu, yaani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu mm, ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita, ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha.